Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa chanelo yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni chanelo yako tv online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za kanda kama vile za mashariki ma jamhuri ya kidemokrasia ya Congo. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe Aprili 25 mwaka 2025, katika matangazo yetu ya asubuhi tunazungumzia kuhusu fununu na uvumi ulioko kwamba kuna wapiganaji wazalendo wa kundi la SNPCC inayoongozwa naye bwana William Amuri Yakutumba, kwamba wameweza kutekwa nyara na M23 RDF, jeshi la Rwanda. Je, ni kweli? Ili kupata mengi zaidi, nakwambia usibanduke. Wewe ambao bado hujasubscribe huu ni muda wako wa kusubscribe yaani, kuja bone, usikose ku like, usikose kuacha komenti yako, usikose kutuandikia mahali unapopatikana na hani. Kwa mwisho, usikose kushea, yaani kupartage kwa wengine, ndugu jamaa na marafiki, na huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Basi nasema karibu, bila ya kwenda mbali, tunakwenda kuungana na Bwana Dola Kubwa ambaye ni mmoja wa wapambanaji pia, mzalendo aliye karibu na Kamanda William Amuri Yakutumba kwenye kundi la SNPCC. Jaribu kutupa mwangaza kuhusu fununu na uvumi ulioko, habari zikisambazwa kwamba kuna wapiganaji wa SNPCC kundi linaloongozwa na Kamanda William Amuri Yakutumba, kwamba waliweza kutekwa na M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC. Habari hizo ni za ukweli au? Karibu. Okay, asante mara tena, asante mara tena. Na kulingana na habari ambapo zinazunguka mitandaoni ya kwamba kuna vijana wetu waliotekwa hapo, e, Bukavu, hiyo habari si habari ya kweli. Habari hiyo si habari ya kweli. Hakuna vijana wetu wazalendo NPC si waliotekwa hapo Bukavu, habari hiyo si ya kweli, inazungua kwenye mitandao, ni habari ya uongo. Na ikiwa kama kuna vijana wetu walioshikwa hapo Bukavu, tunataka tujue majina yao ni wanani, na wale wanaowashika wawashike picha, wapibli hizo picha kwenye mitandao tuwaone. Habari hiyo si habari ya kweli ya kwamba kulishikwa zaidi ya vijana ishirini wa Mheshimiwa Amuri William Amuri Yakutumba, mkombozi vizioneo mbeba maono. Habari hiyo si habari ya kweli, hiyo tunaikanusha kwa haki na kweli, si ya kwamba ya bufana. Hapana, hiyo habari si habari ya kweli. Na tupashe tuwakumbushe tu kidogo, tupashe tuwakumbushe tu kidogo, ndio karibu kumbusha wanaotusikiliza, wanaotufuata kote duniani, kuna nini kulingana na mapambano yaliyopitika siku ya kwanza tariki ishirini na moja mwezi wa nne elfu mbili makumi mbili na tano Hapo adui kisha kupata kichapo hicho, kesho yake asubuhi aliwashika wa vijana wa pale Nyangezi, alishika wa vijana zaidi ya ishirini, wakaenda kuwasaidia kusomba zile maiti zao na kusomba wajirui wao wapakisha kwenye magari na kuwapeleka Bukavu na vijana wote ha waliowasaidia hiyo kazi, wa vijana wote waliofanya hiyo kazi hawakurudia, na mpaka sasa hawajapatikana. Labda ndiyo hawa ambapo wao walikuja kuwaweka sasa, kusema kwamba labda ni mateka ya wazalendo, lakini mzalendo hajawahi kukamatiwa mateka zaidi, zaidi hata ya mbili tatu ine ili mpaka afikirie zaidi ya ishirini. Hiyo haipo. Na, ya ishirini, na habari ya kusema kwamba labda kule Bukavu kunazingirwa na wale wa vijana wazalendo ndio walienda ndani ya, ya, ya, ya vile ya Bukavu kufanya upelelezi kufanya uchunguzi ndio wakashikwa. Habari hiyo ni habari ya uongo. Hatuna watu ambapo tumekwisha watuma mule ili afikirie kukamatwa, sivyo. labda ni ulize, kwa mtazamo wako wewe we unafikiria kwamba ikiwa uvumi huu upo kwa namna hiyo na ikiwa fununu hizo zimesambazwa kwa namna hiyo nini kinaweza kikawe chanzo au labda una watu wenu wanaopatikana mjini Bukavu na nini ambacho kinaweza kikasababisha uvumi huo uenee kwenye mitandao ya kijamii kwa namna hiyo jaribu kutuangazia. Bukavu watu wetu wapo kando, kando ya Bukavu, watu wetu wapo na ndani ya, ya, ya, ya, ya, ya Bukavu, watu wetu wapo lakini hatujapata ripoti yoyote kama kuna watu wetu walishakamatiwa. Wapo. Tuna watu lakini hakujawahi kukamatiwa mtu hata mmoja, hiyo ni habari ya kweli. Na kama kuna moyo mmoja wenu ambao ana ndugu yake anapatikana aidha Bukavu, utuambie utupigie, na utuambie ya kwamba unakanusha hiyo, bwana dola kubwa, mimi ndugu yangu, mtoto wangu, baba yangu anakamatiwa pale Bukavu, yupo pale, utuambie ile. Mimi nawaambia habari hiyo, si habari ya kweli, ni habari ya uongo kabisa. Na habari kama hizo sio habari za kutangazia Wakongomani, habari kama sio habari za kutangazia watu ni habari za kufunja watu mioyo, si ya kwamba labda tukanushe ni ya bongo au tukanushe ni ni ya ya kweli, lakini tunasema habari hiyo ni habari ya uongo. Hapo kulikuwa kachonga tukadoka kusema kwamba Bukavu yote inazingirwa na hivi inataka pigwa, hako kalikuwa kachonga, lakini habari sahihi ilikuwa kusema kwamba sisi tulikamatiwa mateka ndani ya Bukavu. Ikaonekana ile habari haiwezi kuenda bure tu ya kusema tunakamatiwa, watie kachonge kusema tunazingira Bukavu na tunataka piga kukamata Bukavu, hako kalikuwa kakuongezea, lakini habari ilikuwa kusema sisi tulikamatiwa. Na hiyo ni habari ya bongo, si ya kweli, ni dola kubwa mara. Na kwa kumalizia, labda kuna ushuhuda wowote ulionao? Kuna watu ambao wanaweza kudhibitisha unayoongea kutoka sehemu hizo za Bukavu na kando kando kuhusu kukanusha uvumi ulioko, kuna watu ambao wanaweza kuleta ushuhuda kwamba habari zinazosambazwa ni mitandao tu, sio za msingi, ila tu kutafuta kupotosha watu. Ushuhuda gani wa watu walioko katika maeneo ya Bukavu, maeneo ambako kunatajwa kwamba labda ndiyo kuna vijana waliokamatwa nani, kutoka kundi CNPCC inayoongozwa na kamanda William Amuri Yakutumba? Jaribu kutupa tu Ushuhuda wa watu walioko sehemu hiyo. Eh, hiyo naongea mzee, ni kweli hiyo naongea ni kweli, hiyo naongea ni kweli. Tangu mapambano yalianzaga hiyo siku ya tano mpaka leo hakuna mzalendo aliyokamatiwa, hakuna, hakuna, hakuna, hakuna. Hiyo e, naongea ni kweli, ni babiana njoo bali kamatiwa kalengera, kalengera kule yulo ya chibimbi na ukoko mulende, mulende jo walikamatiwa na bado hawajarudia. E, eh, na pako wengine wa biana baine walikamatiwa fasi mob panaitwa wa Kahinga, Kahinga, kupanda kule ku, kwenye wanachimba kama brick na bado nabo hawajarudia, lakini hiyo mambo ya kusema walikamata babiana ile ni ongo eh. haya haya, Ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini nioze, kila moja ameweza kujisikilia na yule ambaye aliweza kupata uvumi uliosambazwa hapa na pale na ambaye ametoka kutusikiliza au kufata ushuhuda huu wa leo, kila mmoja atatafakari kwa namna yake na mwenyewe ataweza kuvumbua ukweli. Je, fununu zilizosambazwa kama vile alivyoongea dola, kuna uvumi wa mitandaoni uliotoa habari kuhusu kushikwa kwa vijana, habari zile zilikuwa za kweli au la? na ripoti ambayo imetolewa kwa sasa na ushuhuda ambao umetolewa, je, ni kweli habari zilikuwa za uongo? Aliye na masikio ya kusikia amesikia, na mwenye moyo wa kutafakari ataendelea kutafakari. na ni kufikia hapo, sina cha ziada. Kile ambacho nitakuomba wewe ambayo ulikuwa bado hujasubscribe, usikose kujiabone, usikose kulike usikose kuacha komenti yako ukituandikia mahali unakotufata, na kwa mwisho usikose kushea, yaani kupartaji kwa wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hacha ni kumee hapa kwa muda kama huu, matangazo yetu ya asubuhi ya ijumaa hii. Kabla ya kuondoka, hacha nikutolee shukrani zangu za dhati kwako wewe ambayo unaendelea kutupa nguvu ukiandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Bila wewe sisi hatupo, na kutolea mkono wangu wa kuume kwa kukutolea shukrani zangu kutoka ndani ya moyo wangu. Hadi hapo tutakapokutana tena hewani, nasema asante kwa muda wako.